Kutokana na msongamano unaoendelea mkoani Arusha, tumepokea maelekezo ya mkuu wa mkoa mheshimiwa CPA Amos Makalla tuzuie changamoto hiyo kwa mara moja, na sisi kupitia jeshi la polisi pamoja na TARURA na TANROADS tutafanya ufuatiliaji wa maelekezo haya ili mji wetu uendelee kuwa salama. Mabasi yote yaliyoanzisha stendi nje ya stendi kuu, hasa barabara ya Canal Middleton toka Mianzini kuja stendi kuu barabara ya fadhababu ile ambayo inaanzia Seliani, Seliani kuelekea kule Kilombero. Tumeagiza stendi zote hizo ziondolewe mara moja kuanzia sasa hivi ili kuruhusu magari yaweze kupita smoothly, lakini pia tumekubaliana yafuatayo kwamba e, ofisi ya jeshi la polisi TARURA pamoja na TANRODI, na LATRA na ofisi ya jiji la Arusha tumekubaliana ya mambo yafuatayo katika kutekeleza maelekezo ya mkuu wa mkoa. Magari yanayo parking sehemu mbili, yani sehemu ambazo zimeruhusiwa na ambazo hazijaruhusiwa. Maeneo yote ambayo hazijaruhusiwa, zile parking zote ziondolewe, na wenye magari watafute maeneo mazuri ya kuegesha magari yao, kwamba maeneo ya stendi yanatakiwa kuwa stendi mfano wa zile nyumba zinazotumika barabara ya Canal Middleton na barabara ya Father Babu, kwamba nyumba za watu binafsi zimegeuzwa kuwa stendi, sio utaratibu kisheria. Nyumba zile zinaweza kutumika kwa ajili ya matumizi ya makazi na biashara kwa mujibu wa master plan, hivyo na wasii wenye mabasi wapeleke mabasi yao stendi na wapeleke muda mfupi kama dakika 30 kabla ya safari zao kuanza. Kwa sasa serikali inajenga stendi kubwa kwa ajili ya mabasi makubwa na mabasi, na mabasi madogo pamoja na magari mengine katika eneo la Bonden City na inataki, inakaribia kuisha, muda si mrefu stendi ile itaanza kufanya kazi, hivyo na wasi wa waendesha vyombo vya abiria mabasi, daladala na vitu vingine kuzingatia maeneo maalum ya maegesho yaliyowekwa kwa sasa.